Hakuna kitu ambacho kinamuuma mwanamke kama anaoga vizuri, anajisafisha vizuri, anapiga nzuri sana, lakini bado anatoka na majimaji yenye harufu mbaya ukeni, okay. Sasa ujue hizi ndo sababu zinazosababisha hiyo changamoto. Namba moja ni maambukizi ya bakteria, ambayo hiki ndo huwa ni chanzo kikuu kinachosababisha kutoka na maji meupe au ya kijivu yenye harufu kama ya samaki, ni hatari. Namba mbili ni fangasi, kuwa na changamoto ya fangasi ambayo inatoa ute mweupe mzito kama maziwa ya mgando inayonuka vibaya sana. Ukipata changamoto hiyo, basi jua fungus iko pale pale. Lakini pia maambukizi ya zinaa, magonjwa ya zinaa ambayo hapa una, unaweza ukapata ule ute unakuwa kama wa kijani au njano na unakuwa na harufu na miwasho mikali, jua changamoto ipo kwenye maambukizi ya zinaa, yale ya magonjwa ya zinaa. Lakini pia kutokulinda usafi wa uke, ambayo kuvaa zile nguo za ndani ambazo unakuta hazijafuliwa, hazianika vizuri kwenye jua zikakauka vizuri, umeanika tu ndani, unazidi kutengeneza bakteria wako mara kwa mara. Lakini pia mabadiliko ya homoni, hata kinga ya mwili ikishuka. Hii ndio mada kubwa sana, mabadiliko ya homoni. Unaweza kashangaa mbona sina chochote, lakini homoni zinakuhukumu moja kwa moja. Lakini pia mwisho ni kufanya atendo bila ulinzi au bila kutumia kinga, ikitokea mwenzako ni mtu ambaye hamwaminiani, niambie hapo. Je, unafikiria wewe sababu ipi nakufanya utokwe na majimaji ukeni ambayo yana harufu mbaya? Kama una changamoto ya kiafya wasichana, na leo, Dr Jimmy, niko hapa kuhakikisha afya yako inaimarika. Karibu.